Bwanae, sisi Young Africans, wazee wetu walikuwa wanataka wasiingize timu, wazee wetu walikuwa wanasema tusiingize timu, lakini tumewashauri wazee na wazee wamekubali. Sisi tarehe kumi na tano tunaingiza timu uwanja wa Mkapa. Alafu ngoja nikwambie kitu <tukano> <tukano> sisi tupo katika mataifa ambayo wao walikuja juzi hapa, wakaenda kushiriki, wakavaa na wao medali. Asali ya medali waliovaa wao, kumbe sisi tulianza kuzivaa kabla ya wao. Ai jamani, nisikilize ninachokwambia, ndugu mwandishi, sisi Young Africans ni watu ambao tunajielewa. Tarehe nane, mbona walikuwa wamekimbia? Sisi hatukimbii hata siku moja, na historia ya Simba na Yanga hakuna Yanga anayemkimbia Simba, ila Simba atatubembeleza sisi. Kwani Simba silikuwa na shuka daraja, unamjua, kulikuwa na mzamini wao nani ule aliuza mpaka mabenzi yake eh? Aliuza mpaka mabenzi hapa Tanzania akawa maskini. Sisi hakuna tajiri yetu yayote, alikuwa maskini na gula mali. Sasa mkiingiza timu marehemu wazee wale, sisi ndio vijana kama sisi vijana tukizungumza, wanatuelewa wazee. Ilikuwa ile enzi ya mchunga, wakasema wakavua kofia, wakasema kwa sababu hatukuelewana, lakini sasa tuna maelewano. Wazee wanawadanganya tu Simba Sports Club, mnaelewa? wazee wanawadanganya Simba Sports Club, na wao Simba wao si wanataka kujiona kama wao wanataka ushindi wa bure, hakuna ushindi wa bure pale. Sasa kwa nini viongozi hawatangazi kwamba mtaingiza timu? Ah. Timu itaingia lakini hatuwezi kutangaza, kwani wewe ukitangaza ndio timu inaingia Hapana, hapana, sikiliza, nikwambie, unajua Yanga Sports Club wanajielewa, Yanga Sports Club wanajielewa, hata wazee wetu sisi, baba zetu, babu zetu, wanajielewa. Sasa usitofautishe wazee wa Simba na wazee wa Yanga, hapana. Wazee wa Yanga walisema kwamba waingizi timu lakini sie ndio vijana, damu inachemka, umeelewa? Kama damu inachemka, sisi tutaingiza pale uwanjani, Yanga wataingia. Wewe kama uamini, utajiaminisha. Ujumbe wangu mashabiki wa Yanga Africans, wafurike pale uwanjani, waje si walikuwa wamezulumu hela yetu, kwa sababu, ngoja nikwambie, TFF hawana disiplini. TFF wanakosea jambo dogo tu. Bodi ya ligi, usilalie upande mmoja, viingilio. Sisi hata wakisema bure, sisi tunaingiza timu hata wakisema bure, kwani sisi tuchangiza wapenzi wetu bure mara ngapi? Marehemu alituingizia wapenzi bure mara ngapi? Sisi Yanga Africans sio huyo marehemu tu, hata Garibu mwenyewe anatambua kwamba Yanga Africans ni watu ambao wakujielewa, ndio maana anakuja kuleta udhamini. Leo hii watu wanalalamika wana o oh, Garib anadhamini vilabu sita. Wewe katika vilabu sita unaodhamini hivi wewe, Tanzania kuna vilabu vilikuwa vimeshindwa mpaka vikashuka daraja, wanavijua hivyo? Nyota nyekundu, Pan Africa, Cosmopolitan eh? wale wa Mwanza nani, wale pamba ndo wamepanda juzi kuna wengine wale Bani, Bani eh. Sasa eh, wale Kagera walikuwa na timu nzuri tu, lakini maisha haendi hivyo, maisha ya mpira Tanzania sasa hivi. Daribu anafanya jambo la maana, mnaelewa udhamini wake, anadhamini vile vilabu ili sisi tuwe katika maisha ya upinzani.